Wanasema siasa hazina mwenyewe, lakini kwa kuzingatia matukio ya kisiasa hapa nchini Kenya, ni wazi historia ya siasa za nchi hii haiwezi kukamilika bila kutaja umaarufu wa baadhi ya wanasiasa ambao wamezidhibiti na kujenga mwelekeo wa siasa za Kenya miongo mingi tu iliyopita. Leo tunazungumzia siasa za mapatano baada ya uchaguzi zinazotawaliwa sana na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hakuna anayebisha kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya siasa za Kenya. Ni mwanasiasa ambaye amezidhibiti siasa za humu nchini kuliko mwanasiasa yoyote yule tangu nchi hii ijinyakulia uhuru wake mnamo mwaka wa 1963. Raila Odinga alianza kujenga umaarufu wake wakati alipojiunga na shirika la ukadiriaji wa ubora wa bidhaa nchini Kenya, KBS, mnamo mwaka wa 1974 kabla ya kupandishwa cheo na kuwa naibu mkurugenzi wa shirika hilo mnamo mwaka wa 1978. Safari yake ya siasa motomoto ilianza mnamo mwaka wa 1982, kama mwanaharakati wa kupinga utawala wa udikteta wa chama cha KANU chini ya Rais Daniel Arap Moi, pale alipojiunga na vuguvugu lililoongozwa miongoni mwa wengine babake mzazi Jaramogi Oginga Odinga ili kumshurutisha Rais Daniel Arap Moi kuondolea mbali kifungu nambari 2a kilichotoa nafasi ya siasa za vyama vingi nchini. Mnamo mwaka wa 1992 chama cha Ford Kenya kikaundwa na Raila akawa naibu mwenyekiti wa kamati inayosimamia mipangilio chama ni humo. Ford ilipovunjika, Ford Kenya ikaundwa chini ya babake Jaramogi Oginga Odinga na Raila Odinga akateuliwa kama naibu mkurugenzi wa uchaguzi chamani humo. Japo hajafaulu kuchaguliwa kuwa rais wa taifa la Kenya, ushawishi wake kwa serikali zote umekuwa mkubwa mno, kwamba hakuna serikali inaweza kuendeshwa bila ya kumshirikisha kwa karibu Raila Odinga kupitia mapatano almaarufu handshake. Mapatano ya kwanza kabisa au handshake ya kwanza ilikuwa mnamo mwaka wa elfu mbili na moja baina yake Raila Odinga na Rais Daniel Arap Moi pale Raila alipokiongoza chama chake cha LDP kuungana na chama cha KANU na Raila kuteuliwa kama katibu mkuu wa chama cha KANU mwenye ushawishi mkubwa chama ni humo. Wakati wa utawala wa Rais Mwai Kibaki, Raila aliteuliwa kuwa waziri mkuu mnamo mwaka wa 2008, baada ya uchaguzi uliozua utata na uliopelekea ghasia za baada ya uchaguzi. Mkataba wa kugawana madaraka uliofahamika sana kama nusu mkate kati ya Raila Odinga na Kibaki ukaleta amani na utulivu nchini Kenya, na Raila akaonyesha tena uwezo wake wa kuleta maridhiano. Katika utawala wa Rais Uhuru Kenyatta, Raila alifanya handshake nyingine ya tatu maarufu mnamo mwaka wa 2018, hatua iliyosaidia kupunguza mvutano wa kisiasa na kuleta umoja nchini Kenya. Handshake hii pia ilionyesha tena uwezo wake Raila wa kuunganisha taifa na kuleta amani. Hivi sasa chini ya utawala wa rais William Ruto, Raila Amolo Odinga ameendelea kuwa kiungo muhimu katika siasa za Kenya. Mkataba wa hivi karibuni kati ya Raila na Ruto unaonyesha nia ya kuleta umoja na kushughulikia changamoto zinazolikabili taifa la Kenya. Hatua hii japo inaungwa mkono na wafuasi wake wa chama kikubwa zaidi cha kisiasa nchini Kenya cha ODM pamoja na wafuasi wa muungano wa Kenya kwanza bado unaleta tumbo joto la mustakabali wa siasa za uchaguzi wa mwaka wa 2027. Kuna wale wanaohoji ndani ya muungano wa Kenya kwanza unaoongozwa na Rais William Ruto kwamba hatima ya siasa zao kuelekea uchaguzini hutamezwa na ushawishi mkubwa wa Raila na chama chake cha ODM. Aidha, handshake hii baina ya William Ruto na Raila Odinga huenda ikawasukuma kando wafuasi wa karibu wa William Ruto, mbali na wengine wao kupokonywa madaraka ili kumzawadisha Raila Odinga na chama chake cha ODM. Kwa upande wa ODM, kuna wale wanasiasa ambao hawana ushawishi wa kisiasa, ila umaarufu wao umejengwa na ukaribu wao na Baba mheshimiwa Raila Odinga, na sasa hatima ya siasa zao zipo hatarini, kwa sababu kuna ishara zote kwamba ODM itashirikiana na Kenya kwanza kuelekea uchaguzi wa mwaka wa 2027 kama ilivyoshuhudiwa wakati wa muungano wa Azimio. Hata hivyo lakini, hatua ya handshake ya Raila na Ruto haijakosa wapinzani ambao wamempa majina mengi tu kama vile msaliti wa upinzani, msaliti wa jenzi, wakati walipokaza kamba kutaka kumbandua mamlakani Rais William Ruto na kumpa majina kadha wa kadha, mfano Zakayo mtoza ushuru na pia Kasongo. Shutuma za hivi punde kabisa ni kutoka kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye anataja hatua hiyo ya handshake baina ya Raila Odinga na William Ruto kama usaliti mkubwa kwa upinzani. Raila Odinga ameendelea kusisitiza kuwa hatua zake zimekuwa kwa ajili ya maslahi ya taifa na siyo maslahi ya kibinafsi. Lakini pia kuna wale wanaoamini kuwa Raila ni mwalimu wa siasa, amekuza wanasiasa wachanga na kuonyesha njia ya maridhiano na umoja nchini Kenya.